Serikali ya Marekani inatathmini uhusiano wake baina ya Tanzania na taifa hilo. Hatua hizi zinakuja kufuatia matamko kadhaa ambayo yamekuwa kitolewa na viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania pamoja na matukio kadhaa yaliyopita yakihusisha moja kwa moja masuala na matukio mbalimbali yaliyotokea katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. serikali ya Marekani kupitia kwa baadhi ya viongozi wake wa ngazi za juu, viongozi wa kamati ya mambo ya nje nchini Marekani majuma kadhaa yaliyopita walitoa ushauri kwa serikali ya Marekani kuangalia upya mashirikiano baina ya mataifa haya mawili, huku wakitaka uhusiano baina ya Marekani pamoja na Tanzania uweze kuchunguzwa kufuatia madai kadhaa ikiwemo ukandamizaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, mara baada ya kutamatishwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika Oktoba 29, ambao uliambatana vurugu pamoja na maandamano, huku vifo vya waandamanaji vikiripotiwa kutokea katika siku hiyo. Kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani toa taarifa yake, huku ikitaka serikali ya Marekani moja kwa moja tathmini mahusiano yake na serikali ya Tanzania. Hata hivyo hii leo Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa taarifa yake kamili kufuatia msemaji mkuu msaidizi wa serikali ya Marekani Tom Pigott ambaye ametoa taarifa kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X akiujuza umma juu ya mustakabali wa taifa la Marekani na mahusiano yake dhidi ya serikali ya Tanzania. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Tom Pigott, amesema kwamba Marekani inathamini ushirikiano wake wa muda mrefu na wananchi wa Tanzania ambao umeleta ustawi kwa wakazi wetu na usalama kwa eneo lote. Hata hivyo hatua za hivi karibuni za serikali zinaibua wasiwasi kuhusu mwelekeo wa uhusiano wetu wa nchi mbili. Mstakabali wa uhusiano wetu wa nchi mbili na serikali ya Tanzania utategemea ya matendo yake. Amezungumza hivyo kiongozi huyo. Hata hivyo kufuatia taarifa hiyo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 utategemea matendo yake. Wametoa taarifa hiyo na kuzungumza hivyo. Hata hivyo, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alizungumza siku chache zilizopita kuhusiana na mashinikizo ambayo yamekuwa kitolewa na taasisi jumuiya pamoja na viongozi mbalimbali wa kimataifa kuhusiana na matendo ambayo yamekuwa akiendelea katika taifa la Tanzania, huku rais Samia Suluhu Hassan akihoji wao ni akina nani kuendelea kutoa matamko hayo.